Siku kumi na sita za kupinga ukatili wa kijinsia ni kampeni ya kimataifa inayotukumbusha kuwa ukatili wa kijinsia sio tatizo la mtu mmoja mmoja, bali ni changamoto ya kijamii inayohitaji mashirikiano, hatua thabiti na uongozi madhubuti. Muda mwafaka ni huu wa kuangalia upya mifumo, mitazamo na mienendo inayoruhusu ukatili kuendelea. Ni matumaini yangu kwenu, inapozungumziwa ukatili wa kijinsia, tunafahamu kuwa ni pamoja na aina zote ikiwemo ukatili wa kimwili, kingono, kiuchumi na kisaikolojia. Naamini kupitia kongamano hili tutapata muda wa kujitathmini kuhamasisha na kuja na mikakati itakayopelekea kuchukua hatua madhubuti za kukomesha vitendo vya ukatili wa kijinsia nchini mwetu, hususan ukatili kupitia mitandaoni.